Mwaka ujao mwezi wa nane e, tutafanya a national or an international meeting in Kisumu Stadium na tumekuja kuhamasisha 10 counties ambazo zinasukuka Kisumu zote, tukutane pale tuombee taifa na sana sana, this is the right time to do that. Kwa sababu watu hawaja shika impact ya kuondoka kwa Raila Odinga, hawaja shika impact. Baadaye watashika impact wajue something happened, na kwa hivyo, it is the the best time to bring all the people in Kisumu. Tuombe pamoja, tuombe nchi hii ya Kenya na tuombe Kisumu revival, kama ile ilikuwa kwa wakati wa zamani. Kwa hivyo kile tungeuliza agencies na watu wale wadogo, wasikufe moyo wakati kiongozi mmoja anaondoka, bye bye and bye. Mungu huinua kiongozi mwingine anaweza kukosa kuwa mkubwa kama Raila. Mi sioni kama kuna mutu anaweza kutoshea hizo viatu, lakini bila shaka utainuka mwingi mwingine, mwingine. mimi ningeomba watu wale wanaona mtu mkubwa atakufa, mtu huyu ataondoka, wasiwe wanaisema kama imewekwa simiti haiwezi kuondoka. Wape watu wa Mungu nafasi ya kusema haitatendeka ama itatendeka, maana kwa Biblia tunaona Sauli akiambiwa atakufa, lakini akifanya hivi na hivi hatakufa tunaona wakiambiwa wana wa Israeli, mutakufa lakini mkilipenta hamutakufa. So tunaomba wale manabii najua ni wale wamejaa kwenye social media mdia e, tunawaomba wapee watu jia mbili. Hata Mungu wa binguni alipoleta Yesu hakutuambia nimekuja mutakufa nyote, alituambia kwa maana jinsi hii Mungu amependa ulimwengu, yule atamwamini atapata uzima, yule atakataa atakufa.